Hapo awali movie inaanza na msichana aitwaye Zao Tiao ambaye kwa ghafla anamuona mvulana ambaye hakumweza kusahau kwa miaka minne. Amesimama mbele yake Suan Ao aliyemfahamu shuleni, ambaye alikuwa mvulana mrembo na mwaminifu, sasa alikuwa mtu mkali na baridi. Zao Tiao alikusua ujasiri na kujaribu kumkaribia, lakini Guan Ao hakutaka kumtazama hata walipitana bila kuongea. Hata hivyo, Zao Tiao alihisi uchungu mkubwa moyoni alipogeuka akaona msichana mwenye nywele za rangi ya blondi akimkimbilia Zuan Ao na kumbembeleza kwa nguvu. Baada ya miaka minne zao tiao aligundua kuwa zuan Ao alikuwa na mpenzi mpya na moyo wake ukavunjika kabisa. Miaka minne iliyopita, zuan Ao, ambaye alikuwa mvulana mkali na mwenye sura nzuri, alihamishwa shuleni kwa zao tiao. Mara tu alipofika akawa mvuto wa kwanza kwa wasichana wote na wote walimpenda sana, lakini kulikuwa na msichana mmoja tu ambaye hakuvutiwa naye, na huyo alikuwa zao tiao. Zao tiao alipoteza wazazi wake akiwa mtoto na akaishi na shangazi yake. Alikuwa msichana maskini zaidi shuleni, kwa hivyo ili kuokoa pesa hakuwa akienda kwenye kantini kila siku alikuwa akiishi kwa kula mpira mdogo wa wali na kila walimu walipouliza, alisema kuwa alikuwa kwenye mlo wa kupunguza uzito. Licha ya umaskini na kujitamini kwake, kwa namna fulani alivutiwa na mvulana tajiri fuanao Juanao alikuwa akimtazama kila mara na tabasamu la kushangaza kwenye midomo yake. Zaotiao alifikiria, huyu jamaa ni mrembo, lakini labda ana kichaa kidogo. Hakujua kuwa zuanao alikuwa amemwona mahali fulani kabla. Jana kwenye kituo cha basi, huanao alimtazama zaotiao na kuanza kupenda tangu wakati huo. Wakati huo huo, programu mpya ya Love Alarm ilikuwa imeenea shuleni. Kanuni ya programu ilikuwa rahisi: ikiwa watu wawili walipendana, kengele yao ya mapenzi ingelia. Zaidi ya watu walivyompenda mtu, zaidi alama za moyo zingeonekana angani juu yao. Siku hiyo msichana mzuri zaidi shuleni, Jumei, alikuwa akimsubiri hun au kwa makusudi. Mara tu alipoonekana akawasha kengele yake ya mapenzi. Mara Zwan au alipoingia, wasichana wote shuleni wakawa wazimu, na alipokaribia kengele ya mapenzi ya Jumei ikalia. Wanafunzi wengine walidhani kuwa Jumei na Zuan au wangekuwa wenzi, lakini kwa mshangao wao, Zuan au alimpita bila kumtazama hata. Baada ya kuondoka, Jumei alishangaa kuona mtu aliyempenda kweli, alikuwa mvulana mwembamba mfupi aitwaye Daeju. Je, mtu kama yeye anastahili mimi? Wanafunzi wakaanza kupiga kelele na Jumei akahisi aibu kubwa. Akakimbilia kwenye bafu, lakini Daeju alibaki amesimama kwa sababu kengele yake ya mapenzi ilikuwa bado inalia. Baadaye, Daeju alimtumia Jumei ujumbe kwamba alikuwa na zawadi ambayo alitaka kumpa. Jumei alimdharau Daeju na kukataa kutoka bafu hadi akahakikisha kuwa ameondoka. Lakini kile Jumei hakikujua ni kwamba mtengenezaji wa programu ya Love Alarm alikuwa Daeju mwenyewe, na alifanya programu hiyo kwa madhumuni ya kumwambia hisia zake. Wakati wa mapumziko ya darasa, swan ao alikuwa akizungumza na rafiki yake Huyang. Mara tu mtu kutoka chini akapiga kelele kwa jina la zao tiao, wote wawili waligeuka na kuona mvulana akimpa zao tiao vitafunio. Suan ao aligundua kuwa Huyang alikuwa akimtazama zao tiao kwa mtazamo wa kushangaza. Mara moja aligundua kuwa huyang pia alimpenda zaotiao. Baada ya shule, huan ao alimwambia dereva wake amfuate zao tiao. Huyang alikana kuwa na hisia kwa huyo msichana, lakini huan ao alikuwa tayari amegundua ukweli. Pamoja wakamfuata zao tiao hadi nyumbani kwake. Zaotiao alikuwa na mpenzi na yule mvulana aliyekuwa amempa vitafunio wakati wa mapumziko, ndiyo maana huyang hakuwahi kumwambia hisia zake. Lakini zuan ao, ambaye alikuwa amerejea kutoka nje ya nchi, alikuwa na mawazo tofauti kabisa. Kulingana naye kuwa na mpenzi haikuwa maana kwamba zao tiao alimpenda kweli. Usiku huo wakati akitazama na shangazi yake, zao tiao alipokea ujumbe kutoka kwa mpenzi wake. Alisema wakae pamoja kwenye intaneti kefu kesho. Hata hivyo, zao tiao alikuwa na kazi ya muda na masomo ya ziada, kwa hivyo hakuwa na muda. Lakini badala ya kuelewa, mpenzi wake aliendelea kumsisitiza asikose chochote na kwenda naye kesho yake. Baada ya shule, zuan ao alikuwa karibu kurudi nyumbani, lakini ghafla aliamua kukaa tena kwenye kiti chake. Aligundua kuwa mpenzi wa Zao Tiao alikuwa akimtafuta. Baadaye Guan Ao alimpeleka Zao Tiao kwenye njia tupu na kusema kitu cha kushangaza. Kwa hasira, Zao Tiao alianza kuondoka, lakini Guan Ao alimzuia na kumuuliza alipoenda. Alijibu kuwa alikuwa anaenda kazini na kuongeza kwamba watu tajiri kama yeye hawakuweza kuelewa matatizo ya watu masikini. Guan Ao alihisi huzuni kidogo, alisema kwamba hata familia yake ilikuwa tajiri hakuwapendi Zao Tiao. Kisha alifichua kwamba hakuwa na wazazi na ndiyo maana alifanya kazi kujikimu kwa muda. Wote wawili walinyamaza. Kisha bila kutarajia, Gwanao alimwambia Zaotiao kwamba alitaka kumbusu. Akiwa na uzoefu wa mambo kama hayo, alinyosha mkono wake kwa polepole pole kwa uso wake, lakini Zaotiao alimsukuma kwa nguvu. Alipiga kelele, ikiwa mpenzi wangu atagundua atakupiga. Kwa huzuni, Gwanao akacheka na kusema achanipige. Kwa kusema hivyo, alimvuta Zaotiao na kumbusu kwa nguvu. Usiku huo, Zaotiao alipofika kazini, shangazi yake alikasirika sana. Alimkemea kwa kuwa ulichelewa, duka lilipoteza elfu tisini won zao tiao alisihi mara moja na kuahidi kufanya kazi zaidi wikendi lakini shangazi yake aliongeza hasira na kutoa faili ya zamani ya deni la mama yake zao tiao akimkemea zaidi wakati huo huo huan ao alipofika nyumbani alikutana na huyang huyang alikuwa mwana wa mmoja wa watumishi wa familia na alikuwa rafiki wa karibu wa zuan ao tangu utoto hata hivyo zuan ao alihisi wasiwasi kwa sababu leo alikuwa amembusu crush ya huyang zao tiao zuan ao alikiri kosa lake lakini huyang hakusema chochote bila kuongea aliondoka tu Kesho yake shuleni, zao tiao alijaribu kuepuka suan au kwa makusudi hadi sauti ya darasa haikupiga. Alikuwa akijificha kwenye kona tofauti za shule. Sauti ilipopiga, alikimbia kuelekea chumba cha muziki, lakini karibu na ngazi huan au alimshika juan au, alimwomba nambari yake ya simu, lakini kwa aibu zao tiao alikimbia. Juan au akafurahi na hili kwa sababu angalau aligusa mkono wa zao tiao. Wakati wa kutoka shule, ghafla mpenzi wa zao tiao aliingia darasani kwa zuan au, kwa sababu mtu alikuwa ametoa picha ya juan au na zao tiao wakibusiana. Kwa sababu hii, mpenzi wa Zao Tiao alikasirika na kuanza kumpiga Zuan Au moja kwa moja. Huyang alipojua kuhusu hili alikimbia mara moja kuelekea darasani. Wakati huu Huan Ao alikuwa akipigwa bila kujibu, alikuwa tayari ameamua kuwa alipaswa kubeba adhabu kwa kosa lake. Huyang alifika kwa wakati, lakini Vuan Ao alimzuia na kumwambia asisingizie. Huyang hakuweza kumwona rafiki yake akipigwa, kwa hivyo mwishowe alijitokeza pia na wote wawili walipigwa pamoja. Baada ya kupigwa, Huan Ao alimuuliza Huyang kama pia alimpenda Zao Tiao. Yaung bado alikana, lakini guan ao alijua ukweli. Wakati huo zao tiao pia alipokea video ya mpenzi wake na zuan au wakipigana, ndiyo maana alikimbia mara moja kumwona mpenzi wake. Alipokaribia mpenzi wake, akafungua programu ya Love Alarm na kuiwasha, kisha akagundua kuwa mpenzi wake hakumpenda zao tiao. Kengele yake ya mapenzi haikuwasha kabisa. Mpenzi wa zao tiao alidhani alimpenda, lakini kwa kweli ilikuwa ni urafiki tu. Alichokifikiria kama hisia kilikuwa ni mshikamano wa urafiki, si upendo wa kweli. Kesho yake shuleni, kila mtu alikuwa akiwasengenya Zao Tiao na Zua nao. Kwa sababu hii, binamu yake Jumei alikasirika sana na akatupa simu ya Zao Tiao chini na kuvunja, kwa sababu Jumei alidhani kuwa kwa kuwa alikuwa mwanafunzi wa kipekee ndiye pekee aliyestahili Vua Nao, na msichana wa kawaida kama Zao Tiao hakuweza kumnyang'anya mpenzi wake. Kwa sababu hii, alianza kupigana na Zao Tiao, lakini kwa wakati mwafaka, mwalimu wa darasa alifika na kuwaachilia wote wawili. Zao Tiao aliporudi darasani, wanafunzi wenzake walikuwa wakiwasengenya Si wanafunzi tu, hata rafiki yake wa karibu alimgeuka, kwa sababu kila mtu alidhani kuwa alimtega zuan au kwa makusudi na kumnyang'anya mvulana anayempenda Jumei. Sababu hii ilimfanya zaotiao ahisi huzuni kubwa, lakini wakati huo huo zuan ao alifika na kumshika mkono wa zao tiao mbele ya watu wote na kumchukua naye, lakini zaotiao badala yake alimhoji. Kusikia hili zuan ao alihisi vibaya sana. Wakati huo huo zao tiao akafungua simu yake na kuona kuwa kengele yake ya mapenzi haikupiga. Hii ilimaanisha kuwa zuan au hakumpenda na labda alikuwa akicheza naye tu kufikiria hili zao tiao alianza kuondoka, lakini huan ao alimzuia mara moja na kuanza kueleza kwamba bado hajaweza kuwasha kengele yake ya mapenzi. Aliamua kumpeleka zao tiao kwenye chumba tupu cha mazoezi na kumweleza, lakini hakujua kuwa rafiki yake wa utoto Huyang alikuwa amesimama karibu. Huyang alikuwa akimpenda zao tiao siku zote na sasa alitaka kujua ukweli, na ukweli ulikuwa kwamba zuan ao alimpenda zao tiao. Zuan ao alipomona alipomwona, huyang aligundua kuwa rafiki yake lazima alikuwa na maumivu, kwa hivyo alimkimbilia mara moja lakini Hu Young alikandamiza maumivu yake na akacheka huku akimpa Vuan Au pongezi. Wakati wa chakula cha mchana, Vuan Au kwa makosa alinyosha mkono wake kwa Jumei. Jumei ambaye alikuwa akimfikiria Zuan Au kila mara alidhani kuwa Zuan Au alimpenda, lakini Vuan Au alikuwa hapo kwa madhumuni ya kupata nambari ya simu ya Zao Tiao. Kwa sababu hii, Jumei alikasirika zaidi. Kwa upande mwingine, Vuan Au alitaka kuzungumza na Zao Tiao kwenye kona, lakini Zao Tiao alidhani atajaribu kumbusu tena, kwa hivyo alimsukuma na kukimbia. Zao Tiao alipokatiana na mpenzi wake rafiki yake wa karibu alifurahi sana. Alikuwa akimpenda mpenzi wa zamani wa Zao Tiao, lakini huyo mvulana hakupenda hili hata kidogo na kwa hasira alisema. Usiku wakati Zao Tiao alipokuwa kazini, aliona vidonda vidogo kwenye uso wa Zuan Ao. Zuan Ao alikuwa akimkumbuka sana kiasi kwamba alitafuta bahati ya kuja huko. Msaidizi wake bila kufikiria alimwambia mhudumu Zao Tiao, leta chupa ya maji, lakini Guan Ao alikasirika bila sababu. Msaidizi wake alishangaa kwa nini Vuan au alikuwa na hasira, lakini hakusema chochote na akaenda kuchukua maji mwenyewe. Zaotiao alipomaliza kazi yake, aliona kuwa Zuan au bado alikuwa akimsubiri. Alikuwa anamfuata kama mbwa mwembamba. Zuan au alitaka kuthibitisha upendo wake wa kweli kupitia kengele yake ya mapenzi, lakini Zaotiao kwa makusudi hakuiwasha. Zuan au alihisi huzuni, lakini wakati mvulana mrembo anamlilia kwa upendo, ni nani awezaye kumkataa? Mwishowe, Zaotiao akawasha kengele yake ya mapenzi. Mara kengele zote mbili zilipolia, Vuanu alianza kuruka kwa furaha kama mtoto mdogo. Wakati mtu unayempenda kwa siri anakupenda pia, ni jambo zuri zaidi duniani. Juan u alifurahi sana kiasi kwamba alichukua picha mara moja. Sasa kwa kuwa walikuwa wenzi rasmi, Juanu alibadilika kabisa na kuwa mwenye huruma, akituma picha za misuli wakati wa shule na kushikana mikono baada ya shule. Mambo haya pia yalianza kati yao, lakini wakati wanatembea, Juan u aligundua kuwa sauti yao alikuwa akizungumza kuhusu nyota anayempenda, na hii ilimfanya ajisikie wivu. Ghafla, alimsimamisha Zao Tiao na kumbembeleza kwa upendo ili asifikirie mtu yeyote ila yeye. Asubuhi iliyofuata, Guan Ao alikuwa mwenye hamu na alitaka kwenda shule mapema ili kumwona Zao Tiao. Wakati huo huo, Hu Yang alikuwa akipanda baiskeli yake kwenda shuleni, na mara alipomwona Zao Tiao, alibonyeza breki na kuanguka pamoja na baiskeli yake. Mkono wake uliumia na alipofungua kengele yake ya mapenzi, alihisi moyo kuvunjika, alipoona sifuri kwenye skrini. Zao Tiao alikuwa akitembea kwenye ukanda wa shule, aliposikia kengele yake ya mapenzi ikilia. Aliangalia kwa furaha akidhani Gwan Au lazima alikuwa karibu, kwa hivyo alianza kumtafuta, lakini mara alipofungua mlango wa chumba cha matibabu alishangaa kwa sababu kengele yake ilikuwa inalia kwa sababu ya Huyang. Wakati huo Gwan Au pia alikuwa akikaribia, kwa hivyo Huyang alimvuta Zaotiao ndani na kumficha nyuma ya mapazia ili kuzuia Zuan Au kumtazama vibaya, lakini wakati wa kujificha moyo wa Zaotiao ulikuwa unapiga kwa kasi kiasi kwamba alihisi utapika, kwa sababu sasa alielewa Huyang pia alimpenda, lakini hakutaka kuharibu urafiki wao. Kwa hivyo Huyang alifuta programu yake ya Love Alarm na kuzika hisia zake kwa Zao Tiao ndani ya moyo wake. Kesho yake shuleni, Zao Tiao alipoingia darasani, mwalimu alimpa kadi ya chakula cha mchana. Kuona hii, Zao Tiao alifurahi sana kwa sababu sasa alikuwa na kadi yake ya kula, lakini binamu yake Jumei alionyesha chuki yake kwake. Zao Tiao alimwangalia rafiki yake akicheka na wanafunzi wengine, lakini kwa makusudi alimgeuza uso. Kwa hivyo Zao Tiao alikaa kimya kando ya mwanafunzi mwingine. Hata hivyo, Guanao ambaye alikuwa amekaa karibu hakupenda hili yeye pia alikuja na kukaa karibu naye. Kama mpenzi mzuri alianza kumpa Zaotiao chakula, lakini kadiri alivyomjali ndivyo Zaotiao alivyohisi zaidi. Jioni Zaotiao aliporudi nyumbani aligundua kutoka kwa binamu yake kwamba Zuan au alikuwa amelipia ada yake ya chakula. Mara aliposikia hili Zaotiao alihisi huzuni kubwa, ilimfanya ahisi kuwa hakuwa mwenye kustahili kuwa nao. lakini Zuan au hakuweza kuvumilia wengine wakimtukana Zaotiao anayempenda. Alipojua ukweli alikasirika sana mara moja akamtafuta Jumei ambaye alikuwa aenezaji wa uvumi wa uongo. Jumei alidai kuwa alitaka mema kwa Zuanao tu na kwa hivyo alimwambia kwamba alimpenda. Hata hivyo Guanao hakumsikiliza na akaanza kutembea mbali. Alijua vizuri kuwa mapenzi ya Jumei hayakuwa ya kweli, alikuwa na nia ya utajiri wa familia yake tu. Wakati sura ya kweli ya Jumei ilifichuliwa mbele ya watu wote, aliondoka kwa hasira. Wakati huo Zaotiao pia alifika na Zuanao akijirekebisha, akamwomba samahani. Alikiri kwamba hakupaswa kulipia chakula chake kwa siri. Zao Tiao alielewa kuwa alifanya hivyo kwa maslahi yake tu. Baada ya tukio hili uhusiano wao ukazidi kuwa imara. Jioni hiyo Zao Tiao aliporudi nyumbani aliona Jumei akipanga kulipiza kisasi kwa zua nao. Bila kufikiria mara mbili, Zao Tiao akamnyang'anya simu kwa hasira. Jumei alianza kupigana naye, Zao Tiao alitaka kupigana lakini, mara shangazi yake akafika. Badala ya kumkemea Jumei, shangazi akamkemea Zao Tiao, mwishowe akamtupa nje ya nyumba. Sasa bila makao, Zao Tiao akalia kwa hasira lakini alipoinua kichwa akaona zuan au amesimama mbele yake. Kumwona maumivu yote yakatoweka mara moja. Sasa kwa kuwa walikuwa wenzi rasmi, waliamua kwenda likizo pamoja na kuelekea kisiwa cha Jizho. Huko walifurahia wakati mzuri wa kutembelea na kujivinjari. Jioni hiyo Zhao Tiao alitaka kupumzika chumbani kwake, lakini alipoingia aliona wanafunzi wengine wakipumzika baada ya chakula cha jioni. Muda mfupi baadaye aliamka kwa harufu ya moshi. Chumba kilikuwa kimewaka moto kwa sababu ya mishumaa. Watu wakaogopa na kuanza kukimbia kila upande. Zao Tiao alipona moto, kumbukumbu kumbu za zamani zikamjia. Alipokuwa na umri wa miaka tisa tu, alishuhudia wazazi wake wakiwasha jiko la makaa ili kujiwa, wakifunga milango yote nyuma yao. Kwa bahati mbaya, Zao Tiao alinusurika kutoka katika tukio hilo la kutisha, lakini kumbukumbu hiyo ilibaki ndani yake milele. Kwa hofu, alianza kugonga madirisha, akijaribu kuyafungua kwa nguvu. Tu alipopata hewa safi, akatulia. Mara walimu na wanafunzi wakafika eneo hilo, lakini badala ya kukaa, Zao Tiao akakimbia nje. Mara alipomwona Juanao akamkimbilia na kumbembeleza kwa nguvu, akihisi salama mikononi mwake. Kumfurahisha Juanao alimchukua kwenye pikipiki yake ndogo kwenye ufuo wa bahari. Waliishi usiku wote wakiwa kando ya bahari, wakijishughulisha na upendo wao. Asubuhi iliyofuata, Juanao alipokuwa akimrudisha Zaotiao nyumbani, alivutiwa na bahari ya buluu na anga kubwa. Akihisi upepo unapita, hakuweza kukataa kutabasamu. Juanao aliongeza kasi ya pikipiki na kwa muda mfupi Zaotiao alihisi kama anaruka angani. Akichangamka alimbembeleza kwa nguvu akihisi ameipata amani kamili, lakini kisha kitu kilichotokea hakikuwa kile alichotarajia. Ghafla pikipiki ya Zwanu au iligongana na gari katika ajali. Alipomwona Zwanu akipambana, uso wake ulikuwa umejeruhiwa vibaya na alikuwa amelala. Akimwona hivi, akanyosha mkono wake kwake. Kumbukumbu za wakati waliopita pamoja zikaanza kumjia. Uwepo wa Zwanu pekee ulikuwa muhimu, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa amejaa maisha yake ya huzuni na furaha. Kwa bahati nzuri zao tiao hakuumia vibaya, ilikuwa ni mikwaruzo kidogo tu, lakini guanao alikuwa katika hali mbaya, na wazazi wake walimchukua hospitalini. Baada ya hapo, zao tiao hakuwahi kuwasiliana na zuanao tena. Alikuwa pia amechukua likizo kutoka shule, lakini hata wakati kama huo, wanafunzi walikuwa bado wakizungumza kuhusu zao tiao. Watu wengi walikuwa wakisema kuwa zao tiao alikuwa msiba na yeyote anayemkaribia huishia kukumbwa na bahati mbaya. Kusikia hili Huyang alikasirika sana na kuanza kumpiga yule mwanafunzi lakini kisha macho yake yalimtazama Zhao Tiao, ambaye alikuwa amesimama nje ya darasa. Ndiyo maana alimtuliza Zhao Tiao na kumwambia kuwa zuanao atakuwa sawa na kwamba hakuhitaji kujisumbua sana. Akisema hivi, Huyang alimpa Zhao Tiao anwani ya nyumba ya zuanao. Kwa sababu hii, Zhao Tiao alianza kungoja nje ya nyumba ya zuanao kila siku. Hata alikwenda kwenye sehemu waliokutana kwenye paa, lakini hakumuona guanao wala hakupata majibu yoyote kwa ujumbe wake. Hii ilimfanya Zaotiao ahisi huzuni kubwa, lakini wakati huu alikutana na mtengenezaji wa mchezo wa Love Alarm Pengui Waini. Hakutaka Zaotiao ahisi maumivu yale yale kama yeye, kwa hivyo alimpa kengele ya kinga ya upendo. Alipoiwasha kengele yake ya upendo haikupiga tena. Usiku huo Huyang aliamua kwenda kwa siri kumchukua Zao Tiao kumwona Zwan au wakati wazazi wake hawakuwa nyumbani, lakini ghafla wazazi wa Zwan au walirudi na kuharibu kila kitu. Kwa sababu hii wote wawili walijificha upande mmoja. Hata hivyo wakati huo walisikia baba ya zuan au akizungumza juu ya kumpeleka fuan au nje ya nchi. Kusikia hili, zhaotiao alihisi huzuni kubwa. Alihisi kama tangu aingie maishani mwa zuan au, kila kitu kibaya kilikuwa kinamtokea na sasa hakuweza kumweka katika shida zaidi. Ndiyo maana aliamua kuficha hisia zake na kumwacha kukandamiza hisia zake. Aliwezesha programu ya Love Shield ili awe mbali naye milele. Mtazamo wa ghafla wa baridi wa zhaotiao ulikuwa mgumu kwa zuan au. Hakuweza kukubali hili na alianza kupiga kelele kwenye kantini. Lakini licha ya yote hayo, Zao tiao hakujibu Huanau. Akafungua programu yake ya upendo, lakini alichokiona kilimvunja moyo kabisa. Hakukuwa na moyo mmoja katika programu yake. Kuona hili, moyo wa Vuanau ukavunjika kabisa. Aliendelea kumsihi Zaotiao ampende tena, lakini Hu Yang hakupenda kuona hili, kwa hivyo alimchukua Zao tiao na kumwondoa kutoka hapo. Baada ya hapo, kila siku Huanau alisimama kwenye kona ya barabara akimsubiri Zao tiao, lakini Zao tiao hakuwahi kumgeukia tena na kwa hivyo miaka minne ikapita. Na hapa ndipo hadithi inaanza tena. Miaka minne baadaye, Zaotiao alimuona Guanao tena, lakini katika miaka yote hii alikuwa amebadilika kabisa, na msichana mwingine alikuwa ameingia maishani mwake. Hii ilikuwa wakati ambapo Zaotiao hakuweza kuelewa moyo wake mwenyewe, na kwa ujasiri alianza kutembea kuelekea Zuanao, lakini Guanao hakutaka kumtazama hata, na wote wawili walipitana tu. Baada ya hapo, Zuanao alimchukua mpenzi wake mpya Thiaoyu kuona duka lake jipya, na kwa upendo akampapasa kichwa lakini hakuwahi kusimamisha kengele yake ya upendo ya Dhiaoyu, jambo lililomfanya Dhiaoyu ahisi huzuni. Hata hivyo, hakuwahi kuonyesha hisia zake, kwa sababu kwake kuwa na Zuan au pekee ilikuwa ya kutosha. Wakati wa safari, Dhiaoyu alitaka kula keki ya samaki, kwa hivyo kwa furaha alikwenda kununua. Wakati huo huo, Zuan au alimtazama kimya, kwa sababu alijua Dhiaoyu alimpenda kweli, lakini ndani ya moyo wake bado alikuwa na upendo kwa Zaotiao. Dhiaoyu pia alijua hili, lakini hakumwambia Zuan au kamwe. Hata wakati akiendesha gari Kuona wanandoa wa shule za upili ilimkumbusha Zuan au wakati aliyopita na Zhao Tiao na akahisi hisia. Kumuona hivi, Thiaoyu alielewa kuwa bado hakusamehe mambo ya zamani. Kwa upande mwingine, Zhao Tiao pia alikuwa akimfuata Zuan au kwa siri. Alichunguza wasifu wa Thiaoyu na kufikiria kuwa alikuwa mwenye kumfaa Zuan au, lakini Zhao Tiao hakujua kuwa Zuan au pia alikuwa akitafuta habari za maisha yake kwa siri. Siku moja, kwenye maktaba, Huyang alimuona. Zhao Tiao alijaribu kujificha, lakini Huyang alimshika. Wakati huu Huyang alikusua ujasiri na kuelezea wazi upendo wake. Kwa sababu hii alihisi furaha moyoni, kwani alikuwa akitaka kumwambia kwa miaka minne iliyopita. Kwa upande mwingine, Wan ao pia aligundua kuwa rafiki yake wa karibu alikuwa amependa mtu, kwa hivyo, kwa udadisi, aliuliza ni nani, lakini alipoona sura ya Huyang alielewa kila kitu. Baada ya muda, Zao Tiao aliamua kukubali Huyang na kuanza kutumia wakati naye, lakini aliporudi nyumbani alimkuta Wan ao akimsubiri. Suan ao aliwezesha tena kengele yake ya upendo. Hata baada ya miaka minne, ni Zao Tiao pekee aliyeweza kusimamisha kengele ya Zuanao. Zuanao alikuwa na hakika kuwa Zaotiao hakumsahau, lakini tena alikataa upendo wake. Zuanao hakuweza kuelewa kama Zao Tiao angeweza kumpa Huyang nafasi, kwa nini isiwe yeye? Lakini hata Zao Tiao mwenyewe hakuwa na jibu la hili, na aliendelea kumsihi Guanao. Kesho yake mzozo ulitokea kati ya Zuanao na Huyang kwa sababu Zuanao hakutarajia hili kutoka kwa rafiki yake wa karibu. Wakati ujao Thiawi pia alifika hapo mezani Mama ya Zuan u alimpenda Thiaoyu sana, lakini mtazamo wa Zuan u ulikuwa baridi kabisa. Kumwona hivi, Thiaoyu alihisi vibaya. Wakati akitazama chumba cha Zuan u, Thiaoyu alikuta cheti cha kuhitimu shule cha Zuan u na jina lililoandikwa juu yake lilikuwa Jin Zhao Tiao. Wakati huo alielewa kila kitu: huyu ndiye mpenzi wa kweli wa Zuan au. Siku hiyo hiyo Zuan au na Thiaoyu walihudhuria hafla rasmi ya Love Alarm kama wenzi bora. Zuan au alishangaa kuona Zhao Tiao pia alikuwa amekuja huko. Hata baada ya miaka minne Zuan au alisimamisha kengele ya upendo ya zao tiao. Kiao yu alimtazama zuan ao, lakini macho yake yalijawa na kukatishwa tamaa. Wakati huo, Huyang pia alifika na yeye pia alisimamisha kengele ya upendo ya zao tiao. Sasa zao tiao alikuwa katikati ya hisia za watu wawili. Wakati huo huo, zuan ao kwa bahati mbaya alisikia mazungumzo kati ya mtengenezaji wa Love Alarm na zao tiao Kwenye mazungumzo hayo zao tiao alikuwa akikiri kuwa miaka minne iliyopita alikuwa ametumia kinga ya kuficha hisia zake, lakini sasa alitaka kuvunja kinga hiyo na kukabiliana na hisia zake za kweli. Kusikia hili, huanao hakuweza kudhibiti hisia zake, akamshika mkono wa zao tiao na kumchukua naye, akimtukana kwa hasira, kwa sababu miaka minne iliyopita alijaribu kwa nguvu, lakini baada ya kuvunja uhusiano wao hakuwahi kusimamisha kengele ya upendo ya zao tiao. Alikuwa amedhani kuwa zao tiao alikuwa amemwacha, lakini kwa kweli zao tiao alikuwa ametumia kinga kinga ndogo ilikuwa imewaweka mbali kwa miaka minne mzima. Wakati ukweli huu ulipotokea, zaotiao alihisi aibu sana, hata hakuwa na ujasiri wa kumtazama Zuanao. Kwa hivyo, kwa hasira, guanao alikwenda moja kwa moja kwa mtengenezaji wa love alarm kuuliza majibu. Aliuliza kwa nini alifanya haya yote, maisha yake mazuri ya miaka minne yaliharibiwa kwa sababu yake, lakini mtengenezaji hakutoa jibu lolote. Kwa hivyo, guanao aliamua kuwa atashinda moyo wa zaotiao tena. Alikwenda moja kwa moja darasani kwake na kusimamisha kengele yake ya upendo mbele ya watu wote kuona hii darasa lote lilishangaa, na kila mtu alianza kurekodi video kwa sababu hakuna mtu aliyeweza kufikiria kuwa mvulana tajiri na wadaraja la juu angeweza kumpenda msichana wa kawaida kwa upendo huo. Lakini hata leo Zhaotiao aliogopa kudhihakiwa na watu, kwa hivyo aliondoka darasani bila kusema chochote. Wakati huo huo Huyang pia aliona video na akakimbilia kupigana na zuan ao. Alimwita zuan ao mwenye ubinafsi na kumwonya aache kumkaribia Zhaotiao, lakini huan ao bado hakukata tamaa, na akakwenda moja kwa moja kumwona Zhaotiao. Alimsihi samahani kwa sababu hakuwahi kuzingatia hisia zake kwa uzito, lakini moyo wake ulimwambia kuwa Zao Tiao bado alimpenda. Hata hivyo Zao Tiao alisema wazi kuwa kuvunja uhusiano wao hakukuwa kwa sababu ya kengele ya upendo kwani hakutaka kumwona Zuan Au akiwa dhaifu na mnyonge. Kwa hivyo alimwambia uongo kwamba sasa alimpenda Hu Yang. Kusikia hili, machozi yalianza kutoka machoni mwa Zuan Ao kana kwamba mtu alikuwa amemvunja ndani. Kwa upande mwingine, Thiaoyu alikuwa amerekodi video ya kukiri upendo kwa Zuan Ao kwa sababu hii pia alihisi huzuni na kuamua kuondoka mjini. Lakini kabla ya kuondoka, aliamua kumsaidia Zuan au kupata upendo wake tena. Kwa hivyo, kabla ya kuondoka, Thiaoyu alipanga kumwona Zhao Tiao mara ya mwisho, lakini alishangaa wakati Guan au pia alifika hapo. Mara tu vuan au alipotoka kwenye gari, bila kufikiria, alisimamisha kengele ya upendo ya Zhao Tiao. Kuona hii, Thiaoyu alihisi moyo kuvunjika zaidi. Mara tu Huyang pia alifika na kengele ya upendo ya Zhao Tiao ikalia kwa ajili yake, kumaanisha Zhao Tiao alimpenda Huyang kweli. Zuanao sasa alikuwa amevunjika kabisa. Usiku huo kumbukumbu kumbu za siku za shule zikimkimbia akilini, wakati mzuri aliyopita na Zao Tiao, moyo wake ulijaa maumivu kiasi kwamba machozi yalianza kutoka. Kumuona hivi, Huyang ambaye alikuwa amesimama karibu hakuweza kuvumilia tena, na akafichua ukweli wa kushtua kwamba kengele ya upendo ya Zao Tiao haikuwahi kutokea kwa ajili yake. Kwa kweli, mtengenezaji wa kengele ya upendo alikuwa amempa ufunguo ambao angeweza kuamua kwa nani kengele yake ingelia. Kuyang alikuwa amedhani kuwa Zao Tiao alimpenda kweli, lakini kwa kweli, Zao Tiao alikuwa akimtumia tu kama bahana. Baada ya kujifunza hili, Huan Ao alishtuka mara moja, akamkimbilia Zao Tiao na bila kuchelewa alikiri upendo wake tena. Lakini wakati huu alimhakikishia Zao Tiao kwamba hatawahi kumdhuru tena wala kuruhusu heshima yake kupungua. Kwa hivyo, wakati huu Zao Tiao pia alimkubali na tena, wakatembea kwenye ukanda wa shule uliojaa kumbukumbu zao za zamani. Lakini tofauti pekee ilikuwa kwamba wakati huu wote wawili walikuwa wamekuwa watu wazima zaidi. Asanteni sana kwa wote mnaotufuatilia kwenye chaneli yetu ya Mastori 24. Kazi ndo kwanza inaanza, endelea kuwa na sisi pia. Usisahau kusubscribe, kulaiki na kutoa maoni. Tunawapendeni sana.